Muziki wa kwaya ulianza zamani kote duniani na mbali na kuwa maarufu makanisani, muziki huu umekuwa ukitumika kutumbuiza hadhira mbalimbali. Kuna magwiji wa muziki huu na watunzi wa zamani ambao tungo zao zimekuwa zikitumiwa katika mashindano ya kitaifa ya muziki. Mmoja wao ni mzee Paul Kibango Agalomba aliyezaliwa mwaka 1943 katika mkoa wa Magharibi ambaye ni mkazi wa kambi ya moto kiungani mwa mji wa Nakuru. Unakumbuka ukinipigia kwanza mmekuja? Alinisubiri kwa hamu kwake nyumbani huku akiwa kajiandaa vilivyo na historia yake katika ulimwengu wa muziki wa sasa. Ni mkulima, lakini muziki hajeusahau, oh. Hosana, hosana, hosana. Nilipowasili kwake alikuwa na mkewe na wajukuu wawili wakikagua mradi wake wa biogas. Uh, ujambo ndugu, na alinijuza mengi kuhusiana na wasifu wake alipokuwa akinikaribisha imba nimeimba hey. nimetunga nyimbo hey. nimefundisha kwaya nyingi hey. kwaya za kanisa hey. za wanafunzi wa hey. wanafunzi wa wa primary, secondary. Ma... Alitunga nyimbo nyingi sana. Alimwimbia rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta, rais mstaafu Daniel Moi na wengine. Nilifurahi sana kumwimbia mzee, ingawa wimbo ulipotea, lakini nakumbuka sehemu moja ilikuwa akisema tupendane sisi kwa sisi katika jambo lolote, mambo kama hayo, rais stafu Moi, yeah. Niliimba sana huko, ndiko kulikuwa na umbaji wingi, na alitoa mafunzo ya nyimbo katika shule mbalimbali na vyuo. Nilizaliwa kwenye nyumba ya wanamuziki Mzee wangu baba Agalomba alikuwa mchezaji wa chombo cha kiluhia cha kamba nane kinaitwa litungu. Sasa hitilafu hapa, alisema hangetaka kunifunza hicho kwa sababu yeye, walipokuwa wakicheza hicho chombo walikuwa wakienda ulevini. Wakati ule niko katika masomo kiwango cha intermediate, kuanzia darasa la tano kuendelea Nikaonyesha nika kwamba ninapenda mziki. Kwanza mimi mwadhehebu la Katoliki, eh, natukutukiimba nyimbo Kilatini, Kilatini, ilatini, alafu wimbo kama njimbo apoocha tizo wangu hizo, ndizo nyimbo nakumbuka tukiimba wakati huo tukiwa vijana. Baadaye mwaka wa 63 nilipomaliza kiwango kile cha elimu nikaajiriwa kama mwalimu msaidizi yuti. Sasa anaendelea kujifunza muziki akitumia kinanda hiki alichokinunua ni macheo na ametunga kitabu cha nyimbo zake akiwa ni mtaalamu wa hizo zinazoitwa sofa za muziki. Bariki, bariki, Mungu, bariki. Do. Na unapompa sauti yoyote tu tayari anaichanganyia hizo do re mi fa so la ti do tararrar kabla sijaondoka aliniimbia nyimbo nyingi sana, kipenda wenzetu wote kwa ukombozi wetu. Uh, nyimbo alizotunga uh, ambazo zilipata umaarufu mkubwa hapa nchini, uh, uh, uh, na alihitimisha kwa wimbo wake huu wa Zaeni matunda mema uh, uh, <tune> Zaeni yenye baraka Zaeni, tumieni vipawa vyenu kwa ajili ya kunufaisha vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo kwa mambo yaliyo bora hapa katika dunia. Lolani Kalu, NTV Nakuru. Zaeni ya heri, zaeni matunda mema, zaeni matunda yale.